Tiba TV. Tunajali mawazo yako. U hali gani mpenzi mtazamaji wa Mr. Tiba TV nikiwa na imani ya kwamba unaendelea vyema kabisa na majukumu ya hapa na pale eh, katika kutimiza wajibu wako. Leo nakuletia taarifa moto moto, taarifa ya kuweza kututia moyo sisi kama Watanzania baada ya timu yetu Taifa Stars kuweza kupigwa kibuti. Anayekuletia taarifa hii ni mimi Mari Tibalila, lakini nikwambie tu ya kwamba unapaswa usisahau kusubscribe, share, kucomment, lakini pia kulike ili kuwa mdao wetu. Taarifa hiyo inasema kwamba timu ya taifa ya kandanda ya Tanzania, Taifa Stars ambayo ilikuwa irejea nchini hapo kesho tarehe 7 Januari 2026, sasa itarejea tarehe 8 Januari 2026. Katibu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Bwana Gerson Msigwa amesema mabadiliko hayo yana lengo la iwezesha timu hiyo kuwasili muda mzuri ambao utatoa nafasi kwa Watanzania kuwapokea na kuwapongeza wachezaji kwa kazi kubwa na nzuri waliyoifanya wakiwa katika mashindano makubwa ya kandanda barani Afrika ya AFCON 2025 iliyofanyika nchini Morocco. Kulingana na mabadiliko hayo, sasa Taifa Stars itawasili nchini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 Tunajali mawazo yako. Asante na uwe na wakati mwema. Mr Tiba TV, tunajali mawazo yako.